Kardinali Giovanni Angelo Bechu hata shiriki katika mkutano wa uchaguzi wa papa mpya ambao utafunguliwa Jumatano tarehe saba Mei elfu mbili na ishirini na tano, ametangaza yeye mwadhama wa Sardenya. Kwa udhibitisho huu, nikiwa na moyo wa wema wa kanisa ambalo nimelitumikia na nitaendelea kulitumikia kwa uaminifu na upendo, pamoja na kuchangia ushirika na utulivu wa mkutano wa uchaguzi, nimeamua kutii, kama nilivyofanya siku zote, mapenzi ya Baba Mtakatifu Francisco ya kutoingia kwenye mkutano wa uchaguzi huku nikiendelea kusadiki kwamba sina hatia. Kwa hiyo, ndugu msikilizaji, ulimwengu mzima kwa sasa ni kutazama kile ambacho kitatokea hivi karibuni katika mji wa Vatikani mara baada ya kifo cha Baba Mtakatifu Francisco kilichotokea tarehe 21 Aprili. Kwa hiyo ni lazima kuchagua mrithi wake. Makardinali wapiga kura 135 ambao wataingia kwenye mkutano wa kuchagua papa wa 267 wanaotoka katika nchi 71 tofauti katika mabara matano yana wakilishwa na makardinali wa mataifa. Kwa mara ya kwanza, makardinali kumi na mbili wapiga kura ni waasilia kutoka upande mmoja wa sayari hadi mwingine. Hawa ni kardinali wa Haiti, wa Cape Verde, kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati, Papua New Guinea, Malaysia, Sweden, Luxembourg, Timor ya Mashariki, Singapore, Paraguay Sudani Kusini na Serbia, mataifa ambayo yani madogo katika kikanisa cha Sistina. Kwa hiyo atakuwepo tena makardinali hamsini na tatu wa Ulaya, thelathini na saba wa Amerika ya kaskazini na kusini, ishirini na tatu kutoka Asia, kumi na nane bara la Afrika, wanne wa Oceania. Hawa ni wapiga kura walioundwa na mapapa watatu wa mwisho. Mpiga kura mdogo kabisa ni kardinali wa Australia, Mikola Bychok mwenye umri wa miaka 45 na mwenye umri zaidi ni Muhispania Carlos Osoro Sierra, mwenye umri wa miaka sabini na tisa. Walio wengi zaidi ni wale waliozaliwa mwaka 1947 ambapo kuna 13 kati yao, kati ya wale ambao watapiga kura, wana umri wa miaka 78 au wanatarajia kutimiza. Vilevile vile katika kundi hilo la makardinali wapiga kura ni pamoja na makardinali 33 kutoka familia 18 za kitawa kama vile, Wasaleziani ndio wengi zaidi, shirika la ndugu wadogo Wafransiskani, kuna Wajeswiti, Wafransiskani wa konventwari wengine wa shirika la mkombozi, waverbite, mwagostiniani, mkapuchini, mkarmeli mchistechanse wa taasisi ya kidunia ya Papa Pio wa kumi mzalisti misionari wa Konsolata misionari wa moyo mtakatifu wa Yesu na mspiritani. Gombo la 349 la kanoni za sheria za kanisa inabainisha kwamba makardinali wanaunda baraza maalumu ambalo kazi yake ni kuandaa uchaguzi wa papa wa Roma, na kuongeza kwamba makardinali wanamsaidia papa kwa kufanya kazi kwa pamoja, wakati wanaitwa pamoja ili kushughulikia mambo muhimu zaidi na kama watu binafsi katika shughuli mbali mbalimbali zinazofanyika huku wakifunika kazi yao katika huduma hasa kila siku kwa kanisa la ulimwengu. Katiba ya kitume ya Universi Dominich Greges inathibitisha kwamba makardinali wanaomchagua mrithi wa Petro kabla ya siku ya kifo cha papa au siku ambayo kiti cha kitume kinakuwa wazi. Wale ambao hawajafikisha umri wa miaka themanini ndio wanaruhusiwa kumchagua mrithi wa Petro. Kwa sababu hiyo, wanatofautishwa kati ya wapiga kura na wasio wapiga kura. Hadi sasa baraza la makardinali linaundwa na jumla ya makardinali 252, ya kati yao 135 tu ndio wapiga kura na 117 ni ni wasio wapiga kura.